Mimi nataka niseme about a collision. Kwanza kabisa au mnasema collision ya Kenya kwanza. Kwanza hii kama mnaangalia kitu naendelea, chama cha ODM kimesema kutoka kwa national chairman kwamba hakiko kwa hiyo muungano ya UDM, so, mimi nashinda mnaangalia muungano gani? Kama mmeangalia vizuri, UDM imejiondoa hapo muungano, wenye tunatarajia yenye kuna watu wenye wako pamoja kwa sasa na pamoja kwa, kwa sasa hivi wanaongea hivi wamekuwa wamnyara wa wakiozindua maneno yao wa mazuri, ni hii coalition inaongozwa na mapyango Mheshimiwa kusema kwamba hatuna ak, uwezo katika ile muungano mwingine. Nataka niseme vizuri, sisi leaders are in power na wanajua wanajitana na nani, na wanajua wanashindana na mtu gani. Wanajua they know everything, that's why they are ready to compete. So I want to advise the honorable member who is serving for one time kwamba hawa chumbe au wa viongozi wetu wanajua wanaongozi, wanakimbizana wana, wana na nani, na wako tayari. In fact Kenya is greater than an individual hivi wakozane hiyo sahau kuwa sasa kwa mapema, as we speak, hata tayari wanajua kiongozi, hata wale wa juu wanajua tayari. Niseme mambo ya security, Mheshimiwa Spika, hatuwezi kuwa hapa tuseme kwamba polisi hawana shida na, na mwananchi ana shida, serikali iko na shida, na leta sione, serikali iko na kitu inaitwa NSA kapura

ni nini naseri kufanya kama serikali kama kiongozi? Ondoe mtu, weka mtu mwenye anajua kazi. So kwa sasa mimi nawekea serikali makosa kitu kitungizi.